Yacha hapa hivi ingekwamo kitoko, so ingekwamo stori zingine za kutongoza. Ingekwamo nimepata mtili kitambo, lakini sasa tili ya kupiga mo pesa. Tafuta mo pesa, sasa tili ni ngumu sana. Kianza leo leo hapa naamulia sasa ni ndende ndamo wapi kitoko kutafuta mo pesa. Yaani hapa. Ungekwamo ni ungekwamo tu ni kustori ya kutongoza mo kitoko. Ungekwamo nimepata kitabu. Nimekuwa nimepata mo kitabu mistari ya kutongoza mo kitabu mtoto wa mtu nimepigama hiyo msitari ameingia pokis, lakini sasa kili ya, ya kutafuta pesa. Lakini wanasemanga kama ndege anaamka ajui anachokula che wapi na tamaa sasa. Mimi ni kama mimi ni penataama, basi kwanza nikwenda hivi, then Mungu ata provide, si ndio? Kote provide mimi tangulia, mimi ngebele koti alafu

tikinyandakulacacadadacndakula nini kweli leo leo leo leo. Mungu akiprovide ka kitu kukuja tu tu mbele, naenda nafanya kila kitu mzuri kabisa. Mungu akiprovide tu, kama ndege wa angani hawapandi hawalimi, lakini wanakula chacha. Aa, mimi mundu mwenye napanda nalima nakula